Moja kati ya taarifa kubwa sana ambazo zinaendelea kufuatiliwa zaidi duniani kote, tunaweza tukasema hivyo, ni taarifa ambazo zinahusu kifo cha aliyekuwa moja kati ya watu ambao walikuwa wanatengeneza kundi la Sly and Robbie, kwa maana kundi la muziki wa reggae. Huyu ni mpiga ngoma maarufu zaidi ambaye ni legendary pia, namzungumzia Lowell Sly, yeye yeah, yeah, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 73, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na binti yake ambaye anajulikana kwa jina la Natasha Dunbal. Kwa mujibu wa taarifa zake ama kwa mujibu wa taarifa ambayo ameitoa Binti huyo Natasha bado haijaeleza ama kuweka wazi chanzo haswa cha kifo chake ambacho e, kimetokea pale Kingston Jamaica. Nikinukuu taarifa ambayo imetolewa na familia ya Lowell Sly Dunbar, inaeleza kuwa tukiwa kama nusu ya kundi la Sly and Robbie, Sly alisaidia kuunda na kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa muziki wa rege na muziki wa Jamaica kwa vizazi vingi. Kipaji chake cha kipekee ubunifu wake na mchango wake mkubwa hautasahaulika kamwe. Muziki roho na urithi wa Sly uliwagusa watu duniani kote, na tunashukuru sana kwa upendo na msaada tunaopata katika kipindi hiki kigumu, familia ilieleza katika taarifa yake ambayo ilitoa baada ya kifo cha Lowell Sly Dunbar. Wakati wa uhai wake, tunajua kwamba amefanya kazi kubwa sana ya, ya kutengeneza namna ya tofauti sana katika mziki wa rege pale Jamaica, na atatambulika zaidi katika kutengeneza mazingira ya kuipa aina tofauti tofauti rege, akiwa na, ana, ana introduce ama akiwa ni moja kati ya watu ambao aliintroduce e, miziki aina mbalimbali katika mfumo uleule ule wa rege. Utazungumzia mziki kama vile dancehall, huwezi kuacha kumtaja legendary huyo kwa maana dumba, kama moja kati ya watu ambao walishiriki pakubwa sana kwenye kuweza kuitengeneza Dancehall katika mfumo wa rege. Mpiga ngoma huyu pia atakumbukwa na midundo mingi ambayo amewahi kuitengeneza wakati wa uhai wake na namna ambavyo amekuwa akishiriki sana kwenye kutengeneza kazi kubwa na mastaa mbalimbali kama vile Madonna, No Doubt na The Rolling Stone, akiwa pamoja pia na mpiga besi maarufu Robbie Shakespeare. Sly pia alikuwa akipiga ngoma na akishirikiana naye vizuri sana kama watayarishaji wa miziki ya aina ya rege na mambo kama hayo. Pia mwaka 1981 Wamewai kutengeneza albamu yao ambayo ilijulikana kwa jina la Sly and Robbie Present Taxi. Kwa taarifa zaidi kumbuka kuendelea kulike, kushare na kucomment vile unavyoweza Orange Media TZ.